Mulinipa kura nyingi nikawa wa kwanza kwenye kata yenu, na washukuru Mungu awabariki sana. La tatu nataka niongee kidogo ijivamayowembambochene kuna mami hadoka malagukahayagankungulambocene Ndugu zangu watu wa Mwashepi, tumekuja kuomba kula. Tumekuja kuomba kula kwa sababu wenzangu walionitangulia wote wameeleza mafanikio ambayo tumeyafanya, lakini naendelea kusema kwamba bado kuna kazi ya kufanya kijiji cha Mwashepi, kweli si kweli? Naomba niguse machache ambayo Dokta Samia kilangenda na mimi mbunge wenu tumeyafanya, yapo ambayo mnayaona ninyi wenyewe kama ambayo ametajwa, shule za sekondari, barabara la kwenda Kayenze ambalo lilikuwa limeshindikana. Nataka niwaambie kwamba Dk Samia ametupa bilioni tisa na milioni mia nane na Ngaya, wangapi wamepita pale kuliona daraja? Nione mikono kama mashahidi. Samia oye! Ndio oy! Maana tumekuja kumwombea kula Daktari Samia suluhu Hasani. Dokta Samia ametupa fedha za kufanya usanifu upembuzi yakinifu barabara ya kutoka Magu kuja Ngaya kwenda Salama, kwenda Bariadi, litajengwa kwa kiwango cha lami. Dr. Samia oye! Dokta Samia ametupa fedha za kufanya usanifu kutokea naya pale miti kuja kabela kwenda Mahaha, ili tuweze kujenga barabara hilo kwa kiwango cha lami. Samia oye, oye. Tunakuja kifua mbele kuomba kula za sisi, tukiwa na jemadari Dr. Samia ametupa milioni arobaini na nane za kujenga daraja la Simiyu na daraja linaendelea, ndani ya mwezi wa kumi na mbili daraja la Simiyu litakuwa limekamilika. Samia oye, oye. Wangapi wamepita kwenye masanza wameliona ile daraja? hii ni mashahidi. Dkt. samia kwenye kitabu hiki ameeleza kwamba kijiji cha mwashepi tarafa ya ndagalu wale ambao wamesoma ilani hii ukurasa wa 95 mradi namba mia tatu. mia tatu na kitu hapo imetajwa vijiji vyote 17 vya vya, vya, vya ndagalu kwa sababu ya muda, ningewapa mkasoma kutoka kutoka sayaka kuja vijiji kumi na saba vya ndagano, kwa maana ya Salama, Mwabolenga, Ngaya, Nkungulu, Mwashepi, Kayenze, bi Kabila, Robola, Chandolo, kwenda kwenda Kabale, kwenda mwag kwenda mahaha, tutaleta maji ya ziwa Victoria, nameandikwa hapa. Samia oye, Samia hoye! Ndo maana tumekuja kifua mbele, kuja kuomba kula mambo haya ambayo wakinagilangwenda kutokana na uwezo wao, kuendelea kunishawishi kuingiza miradi hii kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo likiandikwa kwenye ilani, maana yake Dokta Samia lazima asimamie. Mliokuwa Mwanza, haya niliyaeleza mbele yake, na nikataja yaliyopo leo huku ni agano kipya kweli, si kweli? Dokta Samia amedhamiria kutuondoa kwenye matatizo mbalimbali kama ambavyo wenzangu wametaja itoshe sema ninyi watu wa Mwashepi, kuna mambo makubwa ambayo yatakuja kutendeka kwenye kijiji hiki kijiji cha KNB pamoja na Nombola, na hili kwa sababu ya nafasi garamenda. Naamini na nna viongozi wote mtaendelea kusoma ilani hii, kuna nini kimefanyika kwa ajili ya kuleta maendeleo. Sisiem Washepi, Mwashepi oy Wangapi wanasema Dkt. Samia wanampa kula tarehe 29 Yone mikono yone mikono yone mikono, yone mikono? Sisi moyo ndugu zangu pamoja na mwenyekiti wa vijana Kirange na kata hii ameikuta ikiwa mpya kweli. Ndiye diwani wa kwanza. Mimi tumezifanya zinaonekana ndani ya miaka kumi, lakini ilangenda huyu ndiye ambaye ni wa kwanza kunifikishia habari za matatizo mbalimbali yanayohusu wananchi. Ilangenda huyu ni mfano wa madiwani walioko kwenye aya mara. Na mimi nataka niwahakikishie

Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema. Namshukuru kwa mambo kama mawili matatu. Jambo la kwanza, ametuwezesha kuwa na uhai siku ya leo, tumeiona tukiwa wazima wa afya. Jambo la pili, na napenda kumshukuru Mungu amemlinda mbunge wetu. Nakumbuka hii ni ni kampeni yake ya mwisho kwa kata yetu ya Nkungulu. Kwa maana nyingine, leo tunaagana naye, lakini tunamkaribisha siku atakapokuja kushukuru, ikimpendeza anzie Nkungulu. Amemlinda, yuko na afya njema, namshukuru sana Mungu. Jambo la tatu, nawashukuru sana mwaka wa uchaguzi au kipindi kilichopita tulikuja kwenu tukiwa na Mzee Kiswaga na malao mapipo, tukawaomba kula, mkatupa, mulivyotupa mkatutuma unene nakahayagagiki unene nali nkomba lulu unene nali ntuji yo tepe usabio mabasi ya tukasema hatuna sekondari akaleta nio ya mfano. Leo nilikuwa pale mzee Kiswaga, ulikuwa unakaribishwa kama mgeni rasmi uitumanene kitiadago alilo bavanigeni amadarasi kaliho gakutosha avalimu va kutosha nimavala tantite chumba sha shilile, lakini na madawati mia sita hamsini